Kwa kwa kwa kuna kazi kuu mbili. Ya kwanza mm. ni kuleta unabii, kuleta unabii ambao mm. haupo kwenye maandiko yeah. Lakini mm. ukiwa hauvunji maandiko kwa Amen. mfano dio. Unataka kusafiri labda kwenda, labda tuchukulie Tanga dio. na wenzio dio. Sasa ukiwa kanisani, Mungu anatoa onyo juu ya safari yenu, safari yenu ya Tanga haijaandikwa mm. kwenye Biblia mm. Si pata mpaka hapo. Sasa Mungu anachokifanya, anamwinua mtu mwenye kalama ambaye amempa kalama ya kunena kwa lugha M. anasema kwamba nyinyi mnayosafiri kwenda Tanga, msiende Tanga, msiende Tanga kwa sababu safari yenu haitakuwa na mafanikio. Sasa mkiwa kanisani, atanena kwa lugha yoyote M. au kichina au kifaransa, lakini lugha ambayo ni mpya kwenu ndio. Alafu lazima itoke tafasiri ya hiyo lugha ambayo imenenwa kwamba aha